Imebakia takribani wiki moja kwenda kwenye uchaguzi mkuu. Tuendelee kutumia kipindi hiki cha wiki takribani wiki moja iliyobaki kuendelea kuwa na utulivu, kujitokeza katika mikutano ya kampeni kwa hiari yenu na kuendelea kuwa na utulivu wa hali ya juu. Sikilizeni wanasiasa wanachowaeleza. Maliza muda wako wa kusikiliza mikutano ya kampeni, nenda kaendelee na shughuli zako kwa amani na kwa utulivu kwa siku zilizobaki, ili utafakari siku hiyo ya tarehe ishirini na tisa kwenda kufanya maamuzi yako yanayokupendeza, yanayokufaa. Kwa kipindi hiki kilichobaki mpaka tarehe ishirini na nane wakazi wa Mwanza, jeshi la polisi tunawahakikishia Hakuna mkutano wa kampeni ambao hautalindwa. Mpango kazi umeendelea kuwa imara. Mikutano yote ya kampeni itakuwa na ulinzi wa kutosha. Jitokezeni bila hofu yoyote. Jeshi la polisi tuko imara kuhakikisha kwamba ninyi mnaendelea kuwa imara kwenye mikutano hiyo. Hakuna mtu atakayejitokeza kufanya vurugu, akifanya vurugu atadhibitiwa, kwa sababu ni kazi yetu udhibiti vurugu za aina yoyote kwenye mikutano ya kampeni. Ninyi kazi yenu ni kutuunga mkono kwa kuwa watulivu na kuwa wasikilizaji wenye utulivu ili kuturahisishia sisi kufanya kazi yetu. Jeshi la polisi limejipanga vizuri. Kama alivyoelekeza Fande, we mwananchi, toka kifua mbele nenda katika. Toka kifua mbele nenda ka kat, katimize wajibu wako wa haki yako ya kikatiba. Sisi tuko nyuma yako na tutakulinda kweli kweli. Katika maeneo yetu haya ya mialo changamoto ni nyingi, lakini kwa elimu iliyotolewa hapa tumeipokea vizuri na tutafanya kazi vizuri kwa hiyo kuwe na amani, ipo ya kutosha. Maelekezo yote aliyoyatoa tutayafuata. Uchaguzi utakuwa wa amani. Ninashukuru sana na nimejisikia vizuri sana. Ninatoa wito kwa wananchi, tulinde amani yetu, tusipoteze amani yetu. Amani ni kitu cha muhimu sana.